nilionayo kwanza, katika umri wangu wa miaka 30 nimeshuhudia miaka minne ya maendeleo makubwa. Wote tugaukia kule, kwanza tunahitaji kujiuliza tena, ile ni reli ya standard gauge inapita. Mama Samia, wengine wanadisiwa, sisi tunaona anapewa, apewi na wakumbuka, ndugu walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita kumi na moja watoto ambao ni wadada zangu wadogo zangu ndugu zangu na marafiki zangu. Mimi sijafanikiwa kupata mtoto jamani, lakini walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita kumi na moja kufata shule. Sasa hivi ina shule ya msingi na mfano yenye walimu na yenye nyumba za walimu Mama Samia. Sijaja kwenye vikundi vya mikopo vinaomba walichapwa pikipiki Mama Samia, na mwaka huu vikundi vitatu vimechapwa mikopo Mama Samia. Aya, na milioni zaidi ya mia na kumi ya tasyameshuka.